Jinsi ya kukata tiketi ya SGR mtandaoni, njo andika TRC booking hapa, itafunguka website ya shirika la reli. Kwa hiyo hii link ya kwanza utoka kwenda kwenye hii link ya kwanza hiyo utakao kwenda kwenye hii link ya kwanza. Baada ya kufunguka, gusa hiyo link ya kwanza moja kwa moja itafungua site ya SGR. Na kama unavyoona hapa ni simple sana. Unakuja kuselect kwamba unakotokea wapi. Maybe ni Dar es Salaam, then mkoa unaoenda kwa ni Morogoro. Then utakuja kuchagua tarehe yako ya safari. Maybe ni kesho. Sawa. Baada ya hapa kama unataka kukata sasa kwenda na kurudi unakuja kugusa hii roundi roundi yani, jana kwa hiyo itakuruhusu kuchagua tarehe ya ya kurudi hapa asubuhi kabisa ya mwisho. Kwa ya mbono, kati kati hizo treni sasa kuna saa 12, kuna saa mbili asubuhi. Sasa saa 12 ni ile express ambayo ikitoka Dar Inaenda Dodoma, itasimama Morogoro tu. Ordinary, tofauti yake nikwamba yenyewe inakuwa inasimama vituo kwa vituo. Mfano kama kutoka Dar kuja Morogoro, kuna vituo karibu vinne hapo ya njiani kwa kwa inasimama kila kituo kwa dakika mbili kwa ajili ya kupakia au kushusha abiria. Lakini pia kuna hii nyingine ya ordinary, kwa madaraja ni mawili, kuna hiyo business na kuna economy. Lakini pia kwenye aina ya treni kuna za aina tatu, kuna ya express ambayo ina madaraja yote, yenyewe ni yanatoka asubuhi sana. Lakini pia kuna express ambayo ina madaraja loyo peke yake kama unavyoona hapa hii ni ya saa mbili asubuhi lakini kuna ordinary ordinary ordinary train zinaanza kuanzia saa tatu na nusu mpaka mpaka huku saa kumi na mbili kwa hiyo utachagua tu muda unaohitaji wewe kuchagua maybe nataka kupanda hii ya saa tatu na nusu then nikiselect huku chini kuna button ya next kwa hiyo utakuja kuguse button ya next ukiguse button ya next kinachofuata ni kuselect city za wale abiria ambao unataka kusafiri nao kwa hiyo utakuja kufill hizi detail hapa mfano kama hapa niko daraja bewa la kumi na nne. Kwa hiyo ukitaka kurudi bewa la nyuma. Utarudi hivi bewa la nyuma. Kwa hiyo nachagua siti mfano kama hapa siti ya ya 27. Lakini hii siti ni kwa kweli nimechagua abiria wawili. Kwa hiyo huyu ni abiria wa kwanza nimechagua siti ya 37. Hapo. Utajaza hizi detail, then automatic itakwambia kwamba gharama yake ni shilingi elfu kumi na tatu. Then baada ya hapo kuna abiria wa pili nitakuja kugusa taarifa. Baada ya hapo umejiridhisha kuchagua siti, unakuja kugusa i button ya next. Baada ya hapo itakuonyesha sasa List ya abiria wako na, na, na information za, za, za, za safari. Kwa hiyo wewe utakachotaka kufanya ni kugusa hii payment. Ugusa hii payment watakuonyesha namba ya simu, watakuonyesha details za za hiyo payment ambayo unataka kufanya. Kwa hiyo itatokea jina hapo, namba ya simu na email ambazo umeweka. Kwa hiyo utagusa get control number. Na uzuri ukigusa hiyo get control number unapewa muda wa kuweza kufanya malipo. Kwa hiyo itaweza kukuletea hiyo control number na gharama ya kulipia hizo tiketi mbili ambazo ni shilingi Wakati huo pia kuna message wanakutumia hapo kwa kukukumbusha ufanye fanye malipo kama ulivyoiona hii message. Kwa hiyo utaamua tu mwenyewe ulipe kwa njia gani. Kwa hiyo either uchukue konto namba uende ukalipe au uguse hapa kwamba unataka kulipa kwa njia ya simu. Kwa hiyo kulipa kwa njia ya simu maybe ni Airtel namba yako. Kwa hiyo utagusa hii send message hapo hapo, itatokea message, itapopa hapo, itakuomba uingize namba zako za siri ili uweze kukata hiyo gharama ya shilingi elfu ishirini na sita kamakandaa a ili uweze kupata hizo tiketi zako. Na pia, wanatuma tiketi kwenye ile email ambayo umeweka. Pia unaweza ukaangalia zile tiketi zako kwenye email ambayo umeiweka baada ya kulipia ni very simple lakini pia muda ambao anakupa uwezo kulipia ni dakika takriban dakika 40. Kwa hiyo dakika 40 zitakutosha kabisa kuweza kulipia. Lakini for the purpose ya hii video ni kuwa nakuonyesha jinsi gani unaweza kukata tiketi na kuweza kulipia. Kwa hiyo sitaweza kulipia hii payment. Siweza kulipia hii bili. Kwa hiyo nitakansel tu hii bili ili watu wengine waweze kuzipata hizi seat. Yes. Kwa hiyo very simple kukata tiketi haihitaji hata uwe na degree au uwe na master. Just tu ni simu yako na intaneti popote ulipo, unaweza kukata tiketi ya SGR. Baibai kwa wakati huu.